Mtazamaji wa Mnyasa Media, karibu sana kwenye chaneli yako hii. Leo nimekutana na mchungaji wa Simba. Sura yake haina furaha, haina huzuni. Lakini wenyewe wanakuambia wana Simba wanafurahia sana baada ya Pyramids kuchukua bingwa eh, wa CAF Champions League, ubingwa wa klabu bingwa barani Afrika. Eh, wakisema kwa Mungu amejibu maombi yao eh, timu ya rais wa CAF. Mm. Oh. Eh, msepe kukosa ubingwa eh, kwa maana ya Mamelodi. Wao na Simba wanasema wamefurahi, kutokana fitna eti kwamba walifanyia fitna ya kuhamishwa Benjamin Mkapa kupelekwa visiwani Zanzibar. Mchungaji wa Simba, habari za jioni? Ndio, mema sana. Mambo yanaenda? Naushukuru Mungu sana. Mbona umekuwa mnyonge sana , mchungaji? Ah, wala, mimi sina unyonge wote. Au mambo mengi, mjira sasa kuna mambo mengi. Wala, hamna mambo mengi. Eh. Namshukuru Mungu kwa yote. Eh. Kuanzia asubuhi mpaka mida hii. Mm. Yeah. Mchungaji wa Simba, tumemwona jana Fiston Kalala Mayele akiendeleza rekodi yake na kuandika historia kubwa ya kuwa mfungaji bora eh, wa michuano ya klabu bingwa na kuiwezesha Piramidi kuchukua ubingwa kwa mara ya kwanza eh, wa klabu bingwa mbele ya Mamelodi. Wana Simba hili suala mmepokeaje? Sisi tumepokea hmm, kwa mikono yote miwili. Mm. Kwamba alistahili kushinda ashinde. Alistahili kushinda? Ashinde. Mm. Na wana Simba wamefresha da Piramidi kuchukua kule me ah, na kuchukua Mamelodi. Ah, ile yule bwana yule naye Roy Muume kama alivyo Thomas sisi. Na bahati nzuri naye kakosa ubingwa. Eh. Pale alikuwa anatoa tu zile anatoa zile zile zile, zile. Zile nishani pale. Mm. Hakuna anachotoa lakini yeye mwenyewe alikuwa ana raha. Alikuwa ana raha, anaumia, sababu timu yake ya Mamelodi ndiyo alitegemea chukua ubingwa. Mm. Kama tulipoumia sisi na yeye, Mungu tulipizia na yeye kaumia vile vile. Vile vile. Sisi tunalipo hapa kwa dunia na tulipo mbinguni wala nini. Kila kitu alipo hapa hapa, kila muda hapa. Eh, bwana mchungaji, sababu na hilo tetesi za usajili zimeshaanza kusikika. Eh? Mayele anatajwa. Eh? Mawose wana mende, mendea. Eh, bwana Mayele ma tunakuja Simba.

Na wachezaji ambao natakuwa ndani ya Simba sio wengi sana. Ni kuboresha maana yake. Ni kuboresha. Maana Simba timu tuko tunaijenga. Eh. Na katika kipindi ambacho Simba amefanikiwa ni mwaka huu. Mwaka huu. Kwa sababu timu tuko tunaijenga, lakini imeenda mbali zaidi kuliko malengo yetu. Mm. Malengo yetu sisi ilikuwa timu ifike nusu finali. Mm. Au maintain pale kwenye robo. Mm. Lakini tumeona imeenda finali. Kombe la shirikisho la ndani tumeona tumecheza finali, nusu finali. Mm. Sh NBC ndio hivi tunaelekea kwenda kuchukua ubingwa. Mm. Kwa malengo yetu hajapotea ya, ya, malengo yako vile vile. Ila tu mwalimu wa Simba ameachieve target ambayo amewekewa. Mm. Na mbaya zaidi ni kwamba kwa chief kwake target ameachieve, mm. target kwa kishindo. Kwa kishindo. Kikubwa mno. Mm. Kwa hiyo anastahili pongezi, hata uongozi wa Simba anastahili pongezi kubwa sana. Mm. Ebana <coughs> mchungaji wa Simba na uongozi wa Simba anastahili pongezi. Eh. Mm. Unajua watu, msisemwe watu wakiwa tayari washakufa; semeni watu wakiwa hai. Eh. Mm. Mangungu anastahili pongezi kubwa. Eh. Bodi ya ligi ya ya, ya Simba imefanya eh, kazi kubwa. Mm. Msemaji wa Simba paka alipata na homa. Amejali. Ya, kutembea na mvua, kutembea na na jua. Umoja uliokuwa ndani ya Simba ni mkubwa. Mm. Na umoja huu inabidi tuende nao mpaka mwaka kesho. Mm. Umoja huu eh, wana Simba inabidi tuende nao mpaka kesho tuchukue kombe la la, la la kishiriki la Kombe la klabu bingwa barani Afrika. Kombe la la klabu bingwa. Ya, umoja huu ni umoja. Sijawahi kuona Simba ikiwa umoja kama huu. Mm. Narudia tena, sijawahi kuona Simba ikiwa na umoja kama huu, haija si, kutokea. Mimi ni mwanachama, mimi ni mwanachama wa Simba wa miaka mingi, miaka mingi. Mm. Sijawahi kuona umoja mkubwa kama huu. Mm. Safari uongozi wa Simba ulikuwa kitu kimoja na wa, mashabiki. Mm. Wanachama na wapenzi wa Simba. Mm. Yaani wapenzi wa Simba, wanachama walikuwa kitu kimoja, sijawahi mm. kuona umoja kama huu toka nizaliwe, toka uzaliwe. maana yake nini? Mm. Uongozi ulikuwa thabiti sana, ulikuwa thabiti eh, yeah. Lingine ambalo kumpongeza ni, ni Muhammad Mo. Mm amefanya kazi kubwa sana ndani ya Simba. Mm. Amefanya ha ameituliza Simba, mm. amefanya ha amesajili wachezaji wenye viwango vikubwa. Mm. Simba imecheza mpaka fainali, mm. amemsajili, amemleta mpaka kocha ambaye alikuwa ni wa kawaida, mm. lakini kaja kaachivu kwa kocha mkubwa. Wachezaji wamepata majina ambao hawakuwa na majina, mm. katuheshimisha wana Simba kwa jumla. Kwa hiyo watu ambao wameheshimisha Simba namba moja kabisa Mwambi Nimo. Mwambi Nimo. Kaheshimisha Simba sana. Mm. Na wanachimba wa Simba hawatamsahau. Hawatamsahau. Hata kipindi ambacho tumepata furaha ni yeah, mwaka huu tumepata furaha kuanzia makombe yote. Mm. Kombe la shirikisho la ndani, kombe la shirikisho la la, la, la, la kimataifa pamoja na ligi yote katuheshimisha nani? Mame ni mwao. Mame eh. Katika kipindi ambacho wana Simba wamepata raha, ndani ya miaka 32 Simba wamepata raha safa hii. Mm. Simba wamepata raha kuvuka timu kwenda makundi. Simba wamepata raha timu, timu kwenda nusu. Mm. Simba wamekana pana raha timu kwenda robo. Mm. Simba wamepata raha Simba kwenda finali, mm. mkondo wa kwanza na mkondo wa pili. Mm. Kwa hiyo vyote hivyo kavileta Mohamed Mo m anastaili pongezi yake na uongozi wa Simba kwa ujumla mm. Bodi ya Simba imefanya kazi, mm. kazi, kazi, Ka mm. Ka mm. kazi kubwa sana sana, mangungu wamefanya kazi kubwa. Bodi ya Simba imefanya kazi kubwa. Msemaji mwenyewe kawaunganisha wanasimba nchi nzima, bado ujanielewa wewe? Rudia tena, mchungaji. Msemaji wa Simba ka waunganisha wana wanasimba, wamekuwa kitu kimoja nchi nzima, ni mtu ambaye amefanya kazi kubwa sana kuwaunganisha wanasimba wakawa kitu kitu kimoja mafanikio yotolea aona haya, Ahmed Ally anahusika kwa asilimia thelathini. Ahmed Ally ya yeah, asabu yeah, kuunganisha na Simba walioko Msumbiji mm, walioko Songea eh, kuunganisha na Simba sio walioko Mbeya mm, walioko Simba walioko Arusha muongee lugha moja, sio ndio? Mpaka mm, hapo kafanya kazi kubwa. Katika msemaji ambaye amepita Simba alifanya kazi kubwa, ni nani? Unampa Ahmed Ally. Ahmed Ally kafanya kazi kubwa sahi, sana sana sana. Au safari tumeshuhudia mashehe wanaombea Simba, tumeshuhudia wachungaji wanaombea hmm, Simba. Tumeshuhudia tume mpaka watu wamepaka wa mafuta wamepaka wachezaji <laughs> Simba mpaka hiyo hmm, ni mwaka ambao Simba amemaliza kwa kishindo amemaliza kwa mafanikio makubwa sana. Unajua watu wana wanakosea sana wakiacha vitu ambavyo vimefanyika mm, si unanielewa? Lakini na kwa mchungaji kuna leo kingoni mwa ligi mm, lakini hakuna watu wanaopongeza jitihada zilizotufikisha mpaka leo hapo, mm, eh hey, nabidi upongeze kazi zilizofanyika Si tusiwe watu wa kupenda mazuri tu, na mabaya na, mabaya tunayaacha. Na haya tabidi tuyaseme, kwamba kazi Simba walifanya kazi kubwa sana, viongozi wa Simba mmm sio namba hivyo, wata wachezaji wamefanya kazi kubwa, umetufikisha hapa, kocha wa Simba na wakati lazima tuwape pongezi viongozi wetu. Yaani msimu ukifikia mwisho lazima viongozi muwape heshima yao ulipowafikisha. Mmm je, yeah. katika zile target zetu tumeachivu umefikia. Tumeachivu. Na mm. tumeachivu tukawa na over. Mm. Kwa sababu ilikuwa ni nusu tuingie sisi robo. Tumentain kwa kocha mpya na wachezaji wapya. Mm. So leo no, un... yaani tulikuwa na benchi la ufundi jipya. Kwa ujumla. Mm. Ili mm. achivu target zao ilikuwa ni Mungu akisaidia afike hata nusu, akisaidia afike nusu. Na kocha asingefukuzwa. Lakini ka achivu target ikafika mpaka finali. Nusu mm. na mm. kidogo chukua kuubingwa. Wewe <laughs> unaonyesha nini? kwamba uongozi wa Simba ulikuwa stable mwaka huu kuliko miaka 32 iliyopita. Bado unielewa wewe. Eh uh eh. -huh. Nani miaka 30 na, kabla yaani tokea mwaka 30 miaka 32 iliyopita ndio Simba alicheza fainali. Kwa sababu sasa tumecheza fainali nyingine kwa maana haya ni maendeleo makubwa. Mm. Hiki ni kizazi kizazi cha dhahabu mm. ambacho kinahitaji nini? Kinahitaji mab maboresho. Mm. Hiki kizazi kinahitaji nini? Maboresho wachezaji hao wanne au watano. Na nahisi mwalimu atajua sehemu ya kuboresha. Hmm. Sasa ili mwaka kesho Simba iwe ya moto zaidi kuliko ilivyokuwa mwaka huu. Na mwaka kesho tunaenda klabu bingwa. Kwa kama tuongeza wachezaji wanne wa tano Simba itakuwa ya moto. Ila mimi ninachoomba na ninachosisitiza tutafute wachezaji wa quality kubwa. Quality kubwa, hmm. Ili tuende kupambana kwa sababu tunaenda kupambana na miamba sasa. Mm. Sio so, so, kama shirikisho tunaenda kupambana na watu ambao hmm, kwa klabu klabu bingwa. Sio na pakapo. Kwa hiyo tunahitaji tupate wachezaji ambao wana viwango vikubwa. Pongezi zimwendee Mohamed Mo. Pongezi ziende bodi ya Simba. Pongezi mwende mwenye kiti. Simba bwana. Yaani lazima mwendee pongezi. Pongezi mwende Ahmed Ali kuunganisha na Simba. Mm. Hao ndio watu inabidi wapongezwe. Ila watu wamekaa tu kwa sababu sio watu wa chuki, ubaya. Hawajui kupongeza. Lazima mpongeze uongozi, kazi aliyofanya. Hapo hapa tulipofikia hapa. Mm. Tumecheza nusu finali kombe la shirikisho, Simba hii. Mm. Fainali kombe la shirikisho Simba hii, tunaelekea kuchukua ubingwa kombe la NBC Simba hii. Ona kama ni pongezi kubwa sana hizi. mm. lakini hakuna watu wanapongeza. Watu wamekaa tu kwa ubaya. Unajua watu wamekaa siku zote kwenye ubaya tu, kwenye ubaya ni no wanakuzuri huku huko na kukataa. Sasa mimi siku zote mimi napendaga huku na huku kwenye pongezi, mtu mpe sifa zake, alafu boronga mseme ili afanye nini, ajirekebishe. Ba, unanielewa? Lakini wewe nakwambia na mchungaji, narudia tena ehe uh -huh. Mtu anapofanya vizuri lazima apongezwe mm. Mtu anapofanya vibaya lazima asemwe ili ajirekebishe. Anapokosea semwe eh, sio se, ukiona anakosea hapo umsemi ndio eh. Unazidi kutumbukia. Sasa mwaka huu Simba wa chief target lazima wasifiwe, wamefikia malengo malengo, wamefikia narudia. Tena mara ya mwisho sasa, unielewe mm. Amediali kaunganisha wanachama wote wa Simba, wamekuwa unity moja. Uongozi wa Simba ulisimama katika katika zamu zao wamefanya kazi, wa mm. kazi kubwa sana. viongozi wa Simba bodi ya Simba imefanya kazi kubwa, ndo walisimama katika wakati wake, wanachama wa Simba na wapenzi ndo walisimama katika zamu yao, ndo wanakwambia Simba hii ndani ya miaka thelathini sijawai kuona Simba design hii, ni Simba bora ambayo ijawai kutokea ndani ya miaka thelathini Mchungaji wa Simba hujauliza kwenda kuonea miaka thelathini nilikuwa nielekea huko, maana yake kwamba Simba iliyoingia finali miaka ile eh, mpaka leo ndo tumepata Simba ambayo ingia na wanachama wapi ambao wana akili zao timamu, lakini imechukua muda mrefu sana mchungaji, ndio nakwambia Umoja wetu ndio uliotufikisha hapa miaka mingi 30. Huu umoja ndio uliotufikisha hapa, na mimi nasema hivi kama umoja huu utabaki tena hivi mm, mwaka kesho, um, ndio kuniambia Simba anaweza kazoa makombe yote yote, atachukua kwa umoja huu. Lakini mpaka sasa makombe mmesha acha si te makombe mawili bado, hujanielewa sisi tulikuja kutengeneza timu kaka, sasa kutoka makombe ah, mwalimu, hata kama ingeishia tu nusu. Eh tusingemdai tu sasa, mwalimu adaiwa lakini kombe la sala hili mmenyang'anya tayari. Na nasema hivi hata hili hapa tungetolewa kwenye hatua za awali eh, wao tusingemdai hata ubingwa tusingebeba mwaka huu eh, hatumdai bado <laughs> unielewa bado, yaani ubingwa wa magoti kama hatutachukua eh, hatumdai eh, kombe la shirikisho la NBC, eh, CRDB tusingechukua hatumdai eh, kombe la shirikisho tusingechukua hatumdai, kwa sababu nia yetu ilikuwa ni kutekeleza timu na kama hiyo tumeachivu mm. sasa tumdai nini? Hivi nikuuliza umewahi kuona kuna mtu anamlaumu mwalimu? Sijao kusikia. Unao kusikia? Unao kusikia. Je, eh, safari umeona kuna mtu analaumu uongozi? Sijasikia. Unao kusikia? Sijasikia. Watu wamefika target. Wamefikia malengo. Wamefika malengo. Wana Simba inabidi watembee kifua wa mbele kwa Simba yao. Sasa ngao tunakata tamaa. Viongozi wapewe heshima yao. Tena mimi nasemeje? Tutapanga tarehe ya kuwapongeza wachezaji baada ya ligi kuisha. Baada ya ligi kuisha. Eh, yeah, sisi wanachama. Mkabanga na, na tukiona mimi nitaliongoza mimi. Nitaliongoza. Eh. Mtachukua baadhi ya wanachama wa Simba mm. Mtamwalika Ahmed Ally mm. Mtawalika mm. Viongozi wa Simba mm. Waje tuwapongeze wale, hata hata soda wanywe, hata nywe soda eh. hey, kwa kwanza umefanya eh, bado hujaelewa, bado narudia A. Ligi baada ya kuisha, mimi nitatafuta ukumbi mm. Sitaji mtu anichangie hata mia, nitatafuta ukumbi, nitawaalika viongozi wa Simba, nitamwalika msemaji wa Simba, wanywe hata nywe soda kwa ajili ya kuwapongeza kwa, kwa kazi ambayo wamefanya kwa msimu huu, kwa msimu huu yeah. Tumalize na hili mchungaji, tarehe kumi na tano Bwana, tangazo umelisikia lakini Nimelisikia? Eh, nimesemeje? kwa sababu wewe unapitisha tu hapo. Dabi ipo. Nasema tangazo umelisikia? Na kwako nimelisikia. Bwana nalewa, umingwa si tuchukue tusichukue chukue Target Simba wameachivu. Sawa. Nimelewa mpaka hapo? Nimelewa. Baada ya ligi kuisha. Nimelewa mpaka hivyo? Mimi nitaitisha sehemu kwenye hoteli nzuri tu. Watu wanywe hata soda tu. Baadhi wanachama na uongozi wa Simba kuwapongeza kwa, kwa kazi aliyofanya. Bas. Mchungaji. Ndio vitu vya kufanya hivyo. Umejipanga mchungaji. Sasa si mtu mdogo hivyo. Kwani kwani shilingi ngapi? Ma shilingi ngapi? Si mtu mdogo hivyo. Tunamuongeza anakuja tunawapongeza, eh, tumeelewa? Mm. Na msemaji wetu tunampongeza. Mm. Najua mimi hawezi kuwepo lakini, samahani salamu zitafanya. Yeah. Zitamfikia. Kwa kazi nzuri ambayo amefanya mwaka huu. Watu wasikae kwa ajili ya ubao, ajili wakae kwa furaha wana Simba. Mm. Tupongezane kwa kazi ambayo tumemfanya mwaka huu. Wao wakibaki na chuki zao, watu wabaki na chuki zao huko. Sisi kazi yetu ni kupongezana tu kwa kazi ambayo tumefanya mwaka huu. Mchungaji narudia na mwisho tena. Mm. Bado hujaelewa. Mm. Tuchukue ubingwa. Eh. Tusichukue, tutapongezana. Tutapongezana. Sijaelewa? Eh. Yanga waje wasije tutapongezana. Unaisoma mpaka hapo? Waje? Tarehe 15 waje. Uh -huh. Wasije. Uh -huh. Sisi tutarehe kupongezana iko pale pale. Iko pale pale. Iko pale pale. Pale pale. Pale pale. Maana sisi targeti zetu tumeachi. Tumeachiwa. Basi. Kwa hiyo wana Simba, baada ya hiyo tutafanya sisi sherehe kubwa tu. Sio ndogo ya kupongeza viongozi wetu. Sasa wao, tutakabaki na chuki nje, tutabaki na chuki. Sito, kifanya, sisi tutawapongeza kwa kile ambacho wamekifanya vizuri. Ndio hicho ambacho tunategemea kufanya hiyo. Bila shaka mchungaji eh, umejipanga katika hilo, lakini sambamba na hilo mchungaji, tumalize na hili. Yanga usipoteza timu. Eh? Tarehe 15 usipoteza timu. Wa bwana wao mabwana wao tusumbua akili sisi. Waje eh wasije sisi eh, atuhusu bado, unaelewa? Mpaka hapo, rudia tena hiyo. Waje eh uh -huh, wasije sisi mambo ya tuhusu ayahusu sisi. Tunachojua tarehe 15 siku ya dabi, full stop full stop. Natoa angalizo eh, ole wao bodi ya ligi, wapitishe siku au sisi, tunachojua tarehe 15 siku ya dabi, full stop. Hakuna kona kona, sisi hatujui, wanasema wanaenda Rwanda, wanaenda si London wanaenda Kongo watajua wao. Sisi tutaenda uwanjani tutajazana kama kawaida, tutachukua pointi zetu tatu, mabingwa wapya tutatangazwa, basi, biashara imeisha. Mchungaji, nikushukuru na kusalimia kila laheri, Mungu akubariki sana, lakini na msisitizo ndio huo. Kwamba tumepanga kuwafanyia viongozi sherehe, lazim ya kuwapongeza lazima ifanyika baada ya ligi kuisha, hilo ndio la muhimu, tembea nalo o